Kwa majina naitwa Pendo Paulo ni mkaaji wa kijiji cha Mgayabanya wilaya ya Meatu mkoa wa Simiyu. Ndugu wa Tanzania, ilikuwa tarehe sita mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano muda wa saa kumi na mbili jioni nilipigiwa simu kwa namba sifuri saba hamsini na mbili thelathini na tano ishirini na tatu hamsini na moja na huyo mtu alijitambulisha kwa majina anaitwa Msambuga. Mazungumzo ilikuwa ni kama ifuatavyo: aliniuliza bila shaka, naongea na Pendo Paulo? nikamwambia ndo mimi. Akaniuliza, "JKT umekaa miaka mingapi? nikamwambia nimekaa miaka miwili. Akaniuliza, unajua kutumia silaha? nikamuuliza kuna shida gani? Akasema, ni jibu bora, usiogope nataka nikupe kazi, mimi nitakulipa pesa yoyote utakayotaka, ila nikukabidhi silaha kafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Nikamwambia siwezi nikafanya kazi haramu kama ile, kama una pesa kawagaie maskini wasiojiweza. Akakata simu, aivyokata simu mi nikampigia hakupokea. Nilikaa na hilo jambo ndani ya siku nne bila kumwambia mtu yeyote. Tarehe kumi na moja mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano, mida ya saa tano asubuhi niripoti hilo jambo kituo cha polisi Meatu na nilipokelewa na afande Shafi, nikamweleza shida yangu. Baada ya kuripoti kituo cha polisi niliambiwa nitapigiwa simu Siku ya Jumatano. Siku ya jumatano ilipita, sikupigiwa simu wala sikupewa taarifa yoyote. Tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu nikamtafuta Fande Shafi, nikamuuliza kinachoendelea. Majibu alionipa ni kwamba nisubiri nitapigiwa simu. Sikukata tamaa, nikampigia simu mkuu wa kituo cha polisi raya Meatu kumi na tatu mwezi wa tatu, yeye akasema ni subili nitapigiwa simu toka nitoe taarifa kituo cha polisi Meato. Leo ni siku ya nne sijapewa taarifa yoyote zaidi ya mi kufuatilia. Najiona nipo kwenye hatari kubwa zaidi kukataa mipango ya uhalifu kwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa fedha na mimi nikiwa mtoto kutoka familia masikini na hivyo nalileta ili jambo kwenye umma wa mataifa, mamlaka mengine ya serikali, na ifahamike mbele ya umma kuwa endapo kutakuwa na kitu kibaya zaidi yangu, ifahamike kuwa aliyehusika si mwingine bali ni Msa Mbuga. Jambo hili linaleta hofu sana kwangu, hasa kwa kipindi hiki watu kutekwa na kupotezwa, mauaji ambayo hufanywa na watu wasiofahamika. Naomba msaada kwa serikali, viongozi wa dini na mashirika ya kutetea haki za binadamu. kama mimi nilikataa mpango kuo sijui kaandaa watu wangapi kwa ajili ya uhalifu, au mi baada ya kukataa hilo jambo alinifikiliaje? Kiufupi sina amani, maana nahisi nipo kwenye hatari. Naomba msaada kwenu.